Mwana michezo mwenzangu, bila shaka ku fresh kabisa. Shukrani sana kwa kuitazama J19 michezo, na shukrani sana kwa kusubscribe, na kama bado hujasubscribe, bonyeza neno subscribe ili wa kwanza kuweza kupata update mbalimbali za kimichezo. Kubwa zaidi ni kuelekea katika michezo wa ligi kuu Tanzania Bara wa dabi ya Young Africans dhidi ya Simba Sports, mchezo ambao bodi ya ligi iliweza kutangaza kuchezwa Juni 15 mwaka 2025, na katika siku ya leo tumeweza kushuhudia eh, bodi ya ligi pamoja na viongozi wa Young Africans wakiwa moja kwa moja katika kikao. Kuhusiana na mchezo wa dabi Young African dhidi ya Simba Sport na baada ya kikao hicho, sasa taarifa moja kwa moja kutoka katika akaunti ya Instagram official ya Young Africans. Wao bwana wamesema taarifa kwa umma Juni 9 mwaka 2025. Taarifa hiyo inasema hivi: uongozi wa Young African Sport Club unapenda kutaarifu umma kuwa tarehe 7 Juni mwaka 2025 tulipokea barua kutoka bodi ya ligi kuu Tanzania Bara kwa ajili ya kuhudhuria kikao maalum cha kujadili masuala ya usiao mchezo 184 wa ligi kuu NBC Yanga dhidi ya Simba. Uongozi wa klabu yetu ulitii wito huo na kushiriki kwenye kikao kilichofanyika leo Jumatatu, Juni tisa mwaka 2025 kwenye ofisi za bodi ya ligi Tanzania zilizopo jengo la NSSF Mafao House, Dar es Salaam, kuanzia saa 4 asubuhi. Baada ya majadiliano ya saa kadhaa, viongozi wa klabu waliwasilisha msimamo wa klabu yetu kuwa hatutoshiriki mchezo namba 184 uliopangwa kufanyika tarehe 15 Juni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 na mimi nilikuja hapa mapema, nilizungumza na nyie ndugu zangu wachache mliokuwepo hapa, tukakubaliana kwamba e, baada ya kikao kamilika CEO wa bodi ya ligi atazungumza na nyie, si ndio? Na si mnajua mimi sio CEO wa bodi ya ligi eh. Kwa hiyo mmeniwekea mamaiki mengi hapa, lakini ujumbe wangu mimi nikuwambieni kwamba e, CEO wa bodi ya ligi atazungumza na nyie. Sasa mchakato wa kuzungumza na yeye mkiniachia hapa nafasi si ndio? Mkiniachia nafasi hapa mtakuwa mmefacilitate hilo yeye kuzungumza nanyi. Lakini kikao eh, kimekwendaje? Unaanza kuniuliza kikao, mimi nimekwambia eh nilitoka hapa kuambieni kwamba mtapewa briefing ya kikao, ndio? Kwa hiyo nipeni muda ndio? Nipeni muda dakika chache. Nimesubiri masaa ngapi bwana? Hapa si wengi. Nipeni dakika chache basi ntarejia kwenu, alafu tutaendelea. Tunashukuru.